taarifa za muda huu zinasema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ametangazwa rasmi kama mshindi wa uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025, na namtangaza Dkt Samia Suluhu Hassan kwamba amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Rais samia Suluhu Hassan bana ametangazwa kuwa mshindi baada ya kujizolea kura milioni 31 laki tisa elfu kumi na tatu mia nane sitini na sita. sasa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania INEC ambaye anajulikana kama Jacobs Mwambegele amemtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kura za urais za Tanzania, kama alivyokuambia kwamba Rais Samia ametangazwa kwamba amepata kura milioni 31 laki 9 elfu na hii ni kati ya kura milioni thelathini na mbili laki sita na elfu sabini na nane mia nane arobaini na nane zilizoweza kupigwa kiujumla, hii ikiwa ni takriban kama asilimia tisini na saba nukta sita ya kura zote, asilimia tisini na saba nukta sita. Kumekuwa na maandamano nchini Tanzania tangu Oktoba 29 siku ya uchaguzi mkuu na vijana wakipinga uchaguzi huo, lakini licha ya baadhi ya vyombo vya nje vya kuwasihi uh, uh, tume ya uchaguzi Tanzania wasitangaze matokeo hayo kutokana kwamba waenda ikaleta taharuki zaidi, lakini leo hii Jumamosi wameenda na wamekamilisha zoezi lao la kuhesabu kura na rasmi kabisa wameza kutangaza matokeo hayo. Naambiwa kwamba chanzo cha kidiplomasia kimeambia uh, shirika la BBC kwamba kuna ushahidi wa kuaminika kwamba angalau watu 500 wamewawa katika makabiliano hayo ya siku katika mji wa Dar es Salaam, Dodoma na Arusha. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Thabit Kumbo amesema kwamba serikali haiwezi kuthibitisha idadi ya watu kamili waliouawa kufuatia makabiliano baina ya vyombo vya usalama na waandamanaji. Vilevile, uchaguzi huu umefanyika bila ushiriki wa chama cha upinzani yani Chadema ambao walihususia uchaguzi kwa madai kwamba walitaka mabadiliko ya sheria ya uchaguzi yafanyike kwanza. Sasa taarifa hizi ndio taarifa ambazo zinazungumziwa sasa hivi kutokana na ushindi ambao ameupata Rais Samia Suluhu Hassan. Mwanzoni pia ilikuwa nimekupa taarifa kutoka kwa Mange Kimambe ambaye alikuwa anasema kwamba intelligence yake inamwambia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hayupo nchini Tanzania, ameikimbia kutokana na machafuko ambayo ilikuwa inashuhudiwa, na anatarajiwa kuingia nchini Tanzania leo hii hapa na aweze kuapishwa leo hii, lakini pia aikimbie tena Tanzania, Tanzania paka pale hani itakapokuwa shwari ndio ndipo sasa hizi kurudi baadaye. Na hizi ni taarifa na hizi ambazo nakwambia kuhusiana na rais Samia kutokuepo nchini Tanzania ni kwa mujibu wa Mange Kimambe, video ambayo ilikuwa nimeiweka mwanzoni kidogo. Sasa kifupi tu na kwa ufupi ni kwamba rais Samia Suluhu Hassan ndiye rais rasmi kwa mujibu wa tangazo ambalo limetolewa na tume ya uchaguzi nchini Tanzania. Ameweza kujizolea kura zaidi ya milioni 31 kati ya milioni 32 ambazo ziliweza kupigwa, na hii ni takriban asilimia 80 tisini na saba ya, ya, ya ushindi ambao ameweza kuupata.